Tuelekee kaunti namba 34 ambapo serikali kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu inaendeleza vikao vya umma kukusanya maoni ambayo yanalenga kufanya marekebisho ya sheria tatu zikiwemo ile ya kukabiliana na ufisadi, kuwalinda wafichuzi wa ufisadi pamoja na sheria ya kuongoza vikao vya kutoa maoni ya umma katibu katika idara hiyo Judith Pareno anasema nia kuu ya kufanya marekebisho sheria hizo ni kuhakikisha kuwa mianya ya ufisadi inazibwa na mali ya umma inalindwa. Ilikuwa ni zamu ya kaunti ya Kajiado kutoa maoni kuhusu marekebisho ya sheria hizo tatu, ambapo wakazi walijumuika katika ofisi za kamishna wa Kajiado kuongeza sauti zao kwenye marekebisho haya ya mwaka wa 2025. Wakazi waliozungumza wanasema hatua hiyo imejiri kwa wakati unaofaa, ambapo visa vya uporaji wa mali ya umma vimezidi kukithiri nchini, huku wakitaka serikali kukaza kamba katika kuwakabili wafisadi. Tunataka tujue kwamba wakati hizi bills zinatoka maoni zetu pia zimechukuliwa maanani ikiwa ni mwenye kukosa ahukumiwe, ikiwa mwenye kufungwa aachiliwe kulingana na utaratibu wa sheria. Marekebisho kwenye sheria ya kupambana na ufisadi inalenga kuimarisha vita dhidi ya ufisadi nchini, huku ile ya kuwalinda wanaofichua ufisadi na maovu serikalini ikilenga kuwahakikishia wananchi wanaoanika maovu hayo usalama wao. Na tumekuja kueleza wananchi munatakaje, tunatoa sheria hii, yule ambaye anapiga firimbi tumshughulikie namna gani? Tumfiche namna gani, ili aweze aweze kusema bila ku, kuogopa. Corruption nchi hii imesumbua sana. Serikali imejitoa, imejikakamua kupiga ufisadi sawasawa sawa. Kufanya hivyo ni kutoa sheria ya kupiga ufisadi. Ndiyo, kuna sheria kawaida, lakini kwa sasa tunaitengeneza, tunaiongeza, tunaipanua ili tupate mikakati ya mwafaka wa kupigana na, na ufisadi. Sheria nyingine ambayo inafanyiwa marekebisho ni ile ya kuongoza vikao vya kukusanya maoni ya umma, ikitarajiwa kuwa itatatua lalama kutoka kwa umma, hasa kuhusu namna hawaja kuwa wakishirikishwa kikamilifu kwenye vikao vya kutoa maoni. Wanjiko's views input it in the bill and make sure that we are not just here to listen to them but we actually incorporate that into the bills. Tusiwe tunafanya public participation kwa kwa njia ambayo haijawekwa kwa sheria. Kwa hivyo e, ndio iliwekwa kwa sheria kuu ya ya Kenya, ambayo ni katiba ya Kenya, lakini vipi inafanywa vipi? Sasa tunatoa sheria ya vile tunahusisha wananchi katika mikataba ya na mikutano na na sheria za za kuwasaidia na kazi za serikali. Tayari vikao hivyo vimekamilika katika kaunti za Nyeri, Kisii, Nakuru na, na Nyandarua na sasa vitaelekezwa katika kaunti za Narok, Mombasa na Kwale. Sani, sani. Robert Masai runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.